Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, ninakusabahi katika mda huu wa asubuhi, kukuletea habari na cha kwanza kukuambia tunapatikana katika mashariki mwa DRC, huku Kivu ya Kusini ndiko ambako tunapatikana na hivyo ujue ya kwamba unaendelea kutufuatilia katika muda huu na kukuambia mtasari wa habari kwa mambo ambayo tutakwenda kuyagusia nao kukujuza kwa ambayo yale ambayo yalijiri, na sasa ni kukutaarifu taarifu wewe habari ya huko Kamituga, ambako kumesikika milio ya risasi au mizozo kati ya wazalendo polisi na fardese, hata pia huko Shabunda kusikika mara ngapi eti kwamba waasi wa, wa M23 wameshika Nyarugusu Tanzania huko ambapo kuna sikika mengi na hata pia na huko huona ujumbe au kusikia ujumbe unaohusu wabangubangu wa hemba na wengineo, na hivyo huo ni mtasari wa habari. Na mara moja tujielekeze huko Kamituga, katika jimbo la Kivu ya Kusini, mji ambao unaosifika kwa uchimbaji madini tarafani Mwenga, na hivyo kulisikika hapo jana milio ya risasi, hata kutababisha vifo vya watu wawili, ikiwemo mmoja afisa polisi na mmoja jeshi ambaye alikuwa ngambo ya FRDC na hivyo kuonekana mzozo mkubwa kati ya wazalendo na FARDC, wakiwemo pia hata na afisa polisi, na hivyo ikisababisha mzozo mkubwa sana. Kwa kuonana wazalendo na FARDC inakuwa kama vile paka na panya, hata wananchi hao watu ambao wanakaa hapo mjini Kamituga wakiamua kabisa kuanza kuwafukuza wazalendo, jambo hilo ambalo likionekana hata po kwenye video wazalendo <coughs>

umoya aciya kama ku mzalendo amwweza kufa juu wazalendo vaikwakimbia ndio vikonauindana navo. Ay, mchana wanasema tansi yao niweza shuka, kama nao wanaua nao hao wawili au watatu, ndio tansio yao itatulizana. Na pia tujelekeze huko tarafani Shabunda katika kivu ya Kusini ambako kulisikika ya kwamba wasu M23 kushika maeneo hiyo, lakini Bwana Andre Biadunia mchambuzi wa kisiasa katika DRC akizungumza hapo na kupinga jambo hilo. Nini, wanaweza kusema uongo kwamba wameshakamata Shabunda ni uongo mtupu, uongo mtupu. Hawajaanza hata kijiji kimoja cha teritwari ya Shabunda hawajakamata. Hacha nikuambie kwamba ukitoka Bukavu hadi Shabunda senta pale ni kilometa mia tatu makumi nne kutoka Bukavu mpaka Nzibira, na hapa Nzibira bado ni teritwari ya Walungu, ni kilometa kati ya makumi saba na makumi saba na tano ukitoka pale Nzibira, unaenda kama unaenda Shabunda, yani unaenda kwenye hii teritori ya Shabunda yaani Zimbira na kijiji ambacho kinafata kinaitwa Chaminyagu ni kilometa kama mbili. Ukitoka pale Chaminyagu unaenda kwenye kijiji ambacho kinaitwa Kishadu ni kama kilometa saba. Ukitoka pale Kishadu unaenda kwenye kijiji kingine cha kufatia kinaita inaitwa chulwe Chulwe na, na Kishadu ni kama kilometa sita. Ukitoka pale Chulwe unaenda kwenye kijiji unaita Lubimbe ni kama kilometa sita. Ukitoka pale Lubimbe unaenda kijiji ambacho unaitwa Kibanda Mangobo ni kama kilometa nne na pale Kibanda Mangobo sasa, unaenda kwenye kijiji cha kwanza ambacho kinaingia kwenye teritwari ya Shabunda kinaitwa Mai Mingi ni kama kilometa mbili yani kutoka pale Kibanda Mangobo mpaka Mai Mingi ni kilomita mbili. Yani, ukifika hapa Mai Mingi unaingia kwenye terituari ya Shabunda, lakini hacha niseme kwamba hawajafika hapa bado, wako mbali sana, wako huku malubimbe. Pale kunakuwa ile tunaita Somenki, ilikuwa ni entreprise ambayo ilikuwa inazalisha madini yani oru, na kulta, na kasterit Nyarugoso huko Tanzania Nyarugusu katika, katika wiki hii kumeonekana watu wenye kusikilia bunduki ikionekana wenye kutumwa na government ya Tanzania, ya kwamba wapate kuwashika watu wote walio katika kambi hiyo, kuwanyang'anya pikipiki zao na kusikika hata kabisa kuchukua simu zao za aina ya Android. Hiyo ikizungumzwa au kuthibitishwa na mmoja aliyezungumza katika lugha ya mama, akionekana kuwa huko Nyarugusu, na mara moja na tusikilize ujumbe ambao umetumwa kwa wahemba, umetumwa kwa wabangubangu, wazimba, wasonge na wengine wote wanaotoka katika jimbo la Maniema huko DRC, na wapate kuonyesha Sheikh Kabea ya kwamba uko ambako wako mahali wanaita kwa mzimu wako salama, wasipate kuleta mzozo na mengi hapo. Tusikie kutokana na huo ujumbe. Jambo tena muyomba, jambo tena muyomba, hii mesaje yangu ifikie mitualite ya babangu bangu wenye viko kwa mzimu

Mfanye tume yende ona shaker bala izungumuze naye, imooneshe kama tunazaliwa muoneshe kama huko kwa muzimu tunaishi saa bandugu, na hivi wenye bibo wanatafuta, acha anafanya huko kwa muzimu, vitatuma confli yenye atutadaite shaka wakati gani inazaliwa kati yetu, ingawaje turaya kama kule Manyema kuko bandugu biko kule, Barega biko kule, Babembe biko kule banyindu biko kule. Hii yenye Mungu atakia kufanyia huku kumwenga, kwenye mulipokelewa se Mungu, munaingia munapokelewa, shambra, shambra, tuliwapigia mikono na mamotozi, kakwa zitavasindikiza mpaka kisi zibafikisha kwenye wenye mlikuwa munaenda kufro, mpaka mwenga leo saa ya kurudia, mnaanza kama munalipa mabaya. Hii kwe shauri yenye mtafikisha pale, muoneshe kilio yenye siebe, tunapenda amani, tunayako conflict pale mbele kwake na maana Mutajenga conflict ni ingia pole pole, lakini sasa haikutoshi inadire desane desane na de generation a generation. Hatupendi ile ifikie, sipendi ile ifikie bayo mbangu, sipendi ile tufikie. Tunaendelea kuishi umoja kwa furaha. Sasa vile kushida tunashirikiana na tunapenda ile bundugu iendelee kudumu, lakini conflict ya kuuana kwa kwake conflict nzuri juu hivi vinatafuta fikia hapa, vinatafuta zusha fuyo, vinataka kufuta vita. Na vita ikizuka hapa, hapa na huko Uku kutakufa batu na kukunakufa batu, sasa ile vifo ya batu itakuwa konfli vita yaki ukabila hasa vita ukabila aishake. Naomba bazee venye viko na busara, minajua muko na busara mukomite mkomite mamitualite no za, za babangu bangu zenye ziko kuwa muzimu zenye ziko buregu mufanye tume enye itaenda onana na shekabala imufasirie vile na imoneshe kama tunapenda amani na tuungane umoja. Jua kupiga adui ni umoja, hapana hii tunatafuta aza pigana shie kwa she. Hii message yangu hui transferer mu groupe zile zote za muziki wamo base ya mashauri, base ya hekima, base ya busara ya bazimba ya, ba, ya ba bangu bangu. Mimi najua hii message itafikia na mimi najua mtafanya tume sasa kisi mnafanyaka, mimi najua mko watu ya akili sana. Jua nini mnaweza acha tu inchi unaacha tu mwingine iingie baridi hivi mwingine inakuwa na fujo, mwingine inakuwa ya vita. Watu waende tena, awatumike tena makazi, watu waende kwa mashamba, wanaanza angalia tu masasi, nalia jana nalia kesho. Ndugu yangu, tusaidiane, utafuta amani ya kudumu wenyewe, taendelea kuweka bunduku yetu. Na huo tu ulikuwa ni mwisho wa habari yangu, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, tulikuwa tuko sambamba kabisa. Na hivyo tu, ikiwa wewe hujajiunga na channel, unaweza tukabonyeza hapo subscribe, hata kubonyeza alama ya yeah kengele, ili uwe napata habari zetu, kugawanyia watu wengine, ili nao wafaidie kama jinsi unavyofaidia. Usubirie, nitakujia tena mda si mda, ikiwa kunazo habari zilizo mpya au zilizojiri, na kukupasha tena.